Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na Msemaji Mkuu wa Serikali, Bwana Gerson Msigwa amekabidhi shilingi milioni 50 kwa timu ya Taifa ya wanawake Twiga Stars. Fedha hizo ni kama pongezi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kufuzu mara mbili mfululizo fainali za Kombe la Mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON 2026. Makabidhiano hayo yamefanyika siku ya jana Desemba 3, 2025 jijini Dar es Salaam ikiwa ni sehemu ya serikali ya kutambua juhudi na nidhamu ya wachezaji pamoja na benchi la ufundi katika safari yao ya kufuzu michuano hiyo mikubwa ya barani Afrika inayotarajiwa kufanyika Morocco mwaka 2026. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais naomba nikabidhi fedha hizi shilingi milioni 50, ilikuwa ni wakabidhi tarehe 28 ya mwezi wa 10, 2025 uh, lakini hatukuweza kwa sababu ya matukio ya uchaguzi, na sasa naomba ni wakabidhi leo na nawatakia kila laheri kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Tunashukuru walezi wetu TFF Um, kwa kutuwezesha mpaka sasa hivi tuko tuko hapa tena. Tunashukuru tena serikali kwa kuweza kutuhamasisha kutupa hii, uh, hela hii. Sisi ni kitu kikubwa kwetu, ni hamasa tosha kwetu, tutaendelea kufanya vizuri, uh, kama Twiga Stars tutaendelea kupambana ili tuweze kuzipata hizi nyingi. Um, <laughs> tunawapa tuna serikali, tunaomba msichoke mwendelee kututafutia wadhamini ili tuwe, tuwe bora zaidi. Asante. Kwa taarifa zaidi endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na Twitter @liquidfmradio. Liquid FM Radio. Mimi ni Frank Amani wa Liquid FM.